The Green Voice. Yes, we are green. Kuna swala kubwa kubwa sana linazungumziwa, wengine no election, no, no, no reforms, no election. Lakini ninyi bahati mbaya hamjasoma vitabu tulivyosoma sisi, tulivyosoma sisi vya Alfu Lela U Lela, walikuwa nalinganisha chura na nani na chura na kinyonga, wakasema chura na mabakabaka kwa sababu utaratibu wao chura anaruka miguu yote kuingia kwenye maji, akikuta ya moto anashindwa kurudi. Ndio hao walikuwa nasema sasa, chura anaruka miguu yote, kwa hiyo akiwa ya moto anashindwa kurudi. Lakini kinyonga, nafikiri mpaka leo mnamuona anatembea anatanguliza hivi. Kwa hiyo kama akitanguliza mkono, mguu mmoja mbele, akiona pana moto anarudi, akiona pako vizuri ndio anapeleka na mkono mwingine. Mimi leo mnajadili, wanajadili mara CCM, mara Chadema, lakini nikafikiri kwamba mi kwa mtizamo wangu kama mtu niliyosoma hivyo evi vitabu, naona Chadema anataka kuwapoteza Chadema kwa sababu anataka waruke miguu yote. Kwa hiyo eh, wakikuta kwamba kule kuna moto hatarudi. Kwa nini nazungumza hivi? Kwa sababu nazungumza kwamba iwapo uchaguzi hawatazuia, Chadema itakuwa wapi? Maka mengia yote miguu kule. Kama naeleweka, hivyo viongozi wangu kwa sasa hivi wanakopeleka Chadema, mimi nawaomba tu, wana ndugu zangu vijana wangu, Mbea hii tumehangaika nayo sana, wote tunatafuta kazi, wote tunataka amani. Najua hizi fuja anazotaka labda kuleta wengine, inawezekana wana njia nyingine lakini hizi kitu wasizilete Mbeya. Mimi chauma nawashukuru sana kwamba mmeamua kuwa hivyo kwamba hiyo lazima muingie kwenye hilo, na wao hawa kitu, kichakachotokea sasa hivi ni Chadema kufa, sitanii, kulikopo na kile cha mageuzi kufa, ni kitu rahisi sana. kwa inatakiwa watu ujue kama nilivyosema, huyu kiongozi wao hangalii, anakwenda na miguu yote ya mbele na nyuma, kwa akikuta kule kuna moto hawezi kufanya nini? Hawezi kurudi maka ametumbukia, lakini agas, ang, a, ndio maana wale vijana wale mnaita G55 right. Unaenda kwa tahadhari katika lugha ya nye vijana tunaita disaster policy. Disaster policy ni sera inayokuwezesha wewe kwamba nakwenda kumpiga mheshimiwa wa cheo. Je, akipiga yeye nitakwepaje? Leo hii wakisema uchaguzi utakuwepo, maana chama kimoja hakiwezi kuzuia uchaguzi. Nasema uchaguzi utakuwepo. Atarudije, tadema atarudije. Na watu wanataka kufanya mazoezi, ndio akacheze mechi. Watu na hapa mazoezi wanacheza mazoezi afu nasema hakuna mechi. Unafikiri kuna mtu atapendaje? Watu wamejiandaa kwamba ndio kwenda kupambana na siasa. Hizi fujo, fujo za kusema, si mimi nalijua, ziko sisi tuliokanje, nimeona hata italiona kuja za uchaguzi zipo kila mahala. Don't think everything goes straight. Sasa wao badala ya kujipanga, nawapoteza watoto na wanaharibia sasa watoto hapo. Tundulisa atafute jinsi ya kurudi nyuma pale alipokwenda. Angerudi nyuma kwa kuwapata G55, kwamba tume compromise, lakini kwa hilo mimi sijaliona atapitia wapi kupeleka watu barabarani. Maake kuwapeleka watu barabarani ni vijana, mpaka mtu akushawishi uende barabarani kwamba potelea mbali ni kifa uwe na hoja. Sasa hoja ni ipi? no no reform no no election, no reform no election, tell us na, na washauri hivyo. Hivi vyama vyote ni vya kwangu eh? na kule kwangu kuna vyama vingi, wabati nzuri hiyo nimeona, nimeona cha umma. Waambie viongozi wako kwamba bwana, hatua mliochukua ndio sahihi, na Tundulisu na timu yake ya viongozi wasifanye kazi kama nini? nasema nini wafanye kazi kama chura. Nimewambia chura, chura anauka miguu yote miwili kwao, hana uwezo wa kurudi nyuma. Sasa tuduiasoma bila hiki, nitafanya hiki.